Wewe ni kati ya wale ambao hawatambui umuhimu wa mahusiano au mapenzi. Mapenzi ni jambo la kiasilia ambalo kila mmoja lazima awe kwenye mahusiano. Hizi hapa faida kuu mbili za kuwa kwenye mahusiano. Naamini zitakusaidia wewe ambaye huhitaji kuingia kwenye mahusiano kutokana na matatizo ya nyuma. Pia usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata nondo za mahusiano pale tunapo posti. Moja. Faraja ya kiroho na kisaikolojia. Katika dunia hii yenye kelele, msongo wa mawazo na changamoto zisizokoma, kuwa na mtu wa kukupenda kwa dhati ni kama kuwa na kimbilio salama. Mahusiano yanatoa nafasi ya mtu kueleweka bila kuhukumiwa, kusikilizwa kwa moyo wote na kupendwa jinsi ulivyo. Hii faraja huleta utulivu wa kiakili, huponya vidonda vya ndani na hufufua matumaini hata pale ambapo moyo ulikuwa umevunjika. Kila tabasamu la mwenzi wako kila neno la kutia moyo huwa kama dawa ya moyo inayorejesha nguvu zako kila siku. Mbili. Ukuaji wa maisha na ndoto. Mahusiano mazuri huwa kama mbolea kwenye ardhi ya ndoto zako. Mtu anayekupenda huamini ndani yako hata pale unapojionea udhaifu Anakusukuma kupambana, anakukumbusha thamani yako, na anakushika mkono unapojikwaa. Wawili mnapokuwa na ndoto ya pamoja, iwe ni kuanzisha biashara, familia au maisha bora, upo uwezekano mkubwa zaidi wa kufanikiwa. Hapo ndipo maisha yanapata maana zaidi, kwa sababu sio tu unaishi, bali unaishi na mtu anayefanya kila hatua kuwa ya thamani. Kwa kifupi, mahusiano si mapenzi tu ya maneno, ni safari ya pamoja ya uponyaji, msaada, ndoto na nguvu mpya kila siku.